Niegeme wapi? Mbona kwangu? Haya jamani, nifanye lipi? histori imejamo mivuna kara, kama ningeweza singelusu haya. Mwona, mama yangu sijamwona, maziwa yake sijanyonya kama yale maneno wapi, sizonje ameniambia si mjomba kwamba ameshachukuliwa na wachawi. Sizonje na mjomba kuniambia hivyo, kananiambia nikufuate wewe, rafiki yangu sizonje, kwa kuwa ni msaada kwangu, wanaweza kunisaidia na, kuni, na kumkomboa mjomba kuja katika hali yake ya kawaida. Ndiyo, ndiyo. Mimi msaada ndio Sizonje na kumkomboa mjomba, ninapoelewa mimi nyumba amefariki dunia na sizani kuwa mtu ambaye kafariki dunia ana uwezo wa kupatikana. Sasa mimi na msaada wapi na wapi? Huyu ni msaada kwangu nakunisaidia kumkomboa mjomba wangu, kwa hili sizani naeza kufanikiwa, kwa sababu mimi unavyoniona, hujaniona hata siku moja nikiwa na shughuli za uganga, hujaniona katika shughuli tofauti tofauti, nawezaji kumsaidia mjumbamila mi zani kuwa kikwenda uban kwa hiyo leo unataka kunikataa hivi hivi, rafiki yako. Najua siukute na mazingira yote yale ambayo unasema wewe mwenyewe, lakini sizonje, na uthibitisho kila kitu kwamba mjomba ameniambia ni kweli, wewe ni msaada kwangu. kama unakataa kunisaidia, sizonje, sawa, kataa kunisaidia, lakini sina msaada mwingine zaidi yako. Unajua pale nyumbani kwa naishi na mjomba tu, sizonje, hivi hivi. Sasa na mjomba tayari ameshaondoka na nimekufuata wewe ili unisaidie, hivi leo unikataa hivi, unataka sasa nakusaidiaje, Mila? mimi sina msaada wa kukupa ukiangalia zaidi, kwamba sina msaada wowote, na kusaidia vipi sasa? Naomba unisaidie sizonje, mimi nakwenda, lakini naomba unisaidie, napata tabu, nateseka sizonje, naomba msaada kwako, kwa kwa, sizonje, Mila, Mila, Mila, nataka ah, i msaada nisaidieje?

Usijali, ndio maana alivozungumza tu nimejisikia njaa. Watu nimekula tumbo likaingia chakula basi, mimi nikajipumzisha ndani kidogo, bali nimechoka

amekamata lile zindiko tunalitafuta. Asonta? Ndio. Emi? Na Nia? Naam. Jamila? Ndio, mkuu. ninyote ninaamini kwenye kazi yetu. Ndio mkuu. Hivyo sasa, nitamteua mmoja kati yenu kwenda mtaa wa nne kufuatilia zindiko hili. Ndio huko. Na alokamata zindiko hili anaitwa Zizonje. Ndio huko, Nia. Ndiyo, mkuu. Wewe ndio tokwenda huko na nahitaji ulete majibu kwa haraka sana. Ndiyo, mkuu. Popote pale lilipo uweze kutambua na kushusha majibu. Ndiyo, mkuu. Na pindipo ukienda kinyume ama ukachereshea muda kula nyama yako. Ndio mkuu. Mkuu, labda nikuondoshe shaka, nitaifanya hii kazi pasavyo na nitaleta majibu kwa wakati. Asante sana, ila tayari nimeshaacha na nimeacha uchawi kwa sababu yako, Sizonje. Ndio maana siku ya kwanza nilipokukaribisha kwangu kichwa changu kilipata mambo mengi sana kwa hivyo ninahitaji uondoke ndani ya nyumba yangu. Nisikilize Sizonje, mimi nikiondoka nitaenda wapi? Rafiki, nahitaji uondoke. Nisikilize na kuomba basi. Sizonje, mimi nimeshaacha uchawi na, na nimeacha uchawi kwa sababu yako. Sizonje, mimi nakupenda. Mchawi unanipenda? Haiwezekani. Sizonje, huyu ni binti mwema sana kwako amejaribu kuacha uchawi kwa sababu yako. Mkubalie ombi lako, atakusaidia. <coughs> <laughs> Mizimu ya mababu na mababu ya mashariki, ya magharibi, wakusi wa kaskazi, nimekuja tena kwenu leo kutaka msaada wangu, ninaomba msada wenu naomba muniongezee nguvu wakuu, ili kuweza kukamilisha kazi yangu. Kwa nini <coughs> wakati tuna Zindiko limeingia kijijini kuja kwetu kuja kwetu. Naomba wakuu, nimekosea ila sitorejea tena makosa yangu kwa hili wakuu, naomba mnisaidie, munisaidie sawa. Tumekuelewa, tumekuelewa, tutakupa maji kupa maji, ambayo ambayo yakimwingia huyo kijana huyo kijana aliyomilikishwa aliyomilikishwa zindiko zindiko maji hayo yatamfanya ya kuwa hanatea hana sawa, sababu kuu katekeleze amri yako. Sababu kuu, nashukuru wakuu, ntashukuru sana wakuu, itashukuru sana wakuu mosha mkono wako, tuza maji hayo, yatuza maji hayo kuvuka kuwa nisuku hata kwekusi Asante sana wakuu, nashukuru na nami nitajitahidi kuzingatia hilo, nami ni siwaangusha. Niwaahidi wakuu, pindipo nkapata zindiko hili nitawafurahisha na kuwaletea ng'ombe wa miguu miwili wapatao watatu. Nashukuru sana wakuu. Yana. <laughs> Mila, usiogope, tambua, mjomba wako tunai sisi, bado hajafa. Hapana, mjomba tayari ameshafariki zamani tu, hivyo sasa kama unamtaka mjomba wako, chukua maji haya pindipo kiata maji haya na ukifuata vile ambavyo tunakwambia, mjomba wako atarudi. Maji haya nenda akamwagie sizonje ndipo. Ukikataa wewe na, na mjomba wako nyote mtafariki. Mbango ni, Mbango ameshafariki zamani tu. Nisikiliza <laughs> kijana, kama alivyosema mkuu, mjomba wako bado hajafa, tunaye mikononi kwetu. Ba, kama unamtaka mjomba wako chukua maji. Sawa, nimekubali, kwa shati lolote ambalo mtaka leo nipa. Ilila Mila, Mila. Mila. Mambo vipi? Aisei, leo na bongi la furaha, rafiki yangu Nasani. Leo nimekuja kwa sababu ya swala lile, si la mjomba, nimepata ufumbuzi. Hivi Sizonje, kila siku nataka kuniona mimi ni mtu wa huzuni tu, ni mtu wa majozi kila siku mimi. Sizonje, mara ngapi nakudoni saidio kuhusu swala la mjomba hivi siku ya leo unataka kuniambia kwamba unataka kwenda kunisaidia? Sizoni, fikiria swali hilo, haliwezekani, haliwezekani. Ndio tayari umeshachelewa, haina hmm, haja ya kuongea maneno kama. Kumbuka kuwa kila utokapo chozi katika macho yako, macho yangu huleta ukungu na kubadilika hafla sura yangu. Naumia sana kwa sababu wewe sio rafiki yangu tena, ni ndugu Kumbuka kuwa tumeishi na mjomba kwa kipindi kirefu sana, kwa hiyo haina haja mimi ya kuniambia maneno kama hayo. Niko razi nikusaidie kwa chochote, sijapata ufumbuzi. Naomba unisamehe kwa hili Achapunia. Kwa hili nitakalonifanya sio matakwa yangu, ila acha nilifanya kwa sababu sizonje, naumia utateseka sizonje.